Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa wasallam. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa taala kwa kunipa nafasi na fursa ya kukaa tena hewani leo kuongea na ndugu zangu. Kwa kweli hii ni fursa kipekee kabisa, lakini pia nawashukuru ndugu zangu wote ambao kila siku wamekuwa wakinitia moyo kwa kuitizama chaneli hii na kufuatilia maudhui zetu hizi. Naam, leo ningependa tuzungumzie kwa nini swala ni jambo la lazima. Ndugu zangu, katika Uislamu ibada ambayo imesisitizwa sana miongoni mwa ibada zote zilizomo ni ibada ya swala. Ibada ya swala kutokana na umuhimu wake mpaka imetajwa kuwa ni nguzo katika nguzo ya dini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, swala ni nguzo katika nguzo za dini, na anayeacha swala kaivunja dini, na anayetekeleza swala ameisimamisha dini. Hata kuna maneno mengine Bwana Mtume sallallahu alayhi wa wa sallam anasema as-salatu miftahi kula khairi, swala ndio ufunguo wa kila khairi. Ndugu yangu, ukiacha ibada ya swala, maana yake umejifungia, umejifungia milango ya khairi, umejifungia milango ya baraka. Na ukikosa baraka, maana yake umefungua milango ya mikosi, nuksi, balaa, matatizo, shari na ugumu wa maisha vilevile vile. Wakati mwingine ugumu wa maisha unatokana na sisi kutokuwa karibu na swala. Kama swala ndio ufunguo wa kila kheri na wewe uko mbali na swala. vipi utapata, vipi utapata kheri? Na miongoni mwa hizo kheri ni pamoja na kufungukiwa mambo yako, riziki zako kupatikana kwa wepesi. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu katika Qurani amesema hivi: wamanyatakillaha jaalahu makhraja wyrzukhu min haithu la yahtasibu waman yatawakali ala llahi fahuwa hasbu inna llaha balihu amri kad jaal llahu likuli sheii qadra. Katika aya hii Mwenyezimungu anaonyesha na kutuambia, yoyote yule atakemtii Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza, atakuwa anapewa matokeo mazuri kwenye kila jambo lake analolifanya, lakini pia atakuwa anapata anapata riski kutoka katika maeneo asiyo yatarajia, lakini vile vile atakuwa anamtegemea sana Mwenyezi Mungu, basi atakuwa anampa kila lile analolihitaji. Hii ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuiacha swala ni kujifungia wewe mwenyewe ubora wa maisha. Kuiacha swala ni kujifungulia milango ya mabaraa wewe mwenyewe. Maelezo mengi yamekuja kuhusiana na swala kwamba yoyote mwenye kusimamisha swala huwa anaepukana hata na baadhi ya maradhi, baadhi ya mabaraa. Katika Surat al-Ankabut Allah anasema hivi, inna Allaha inna salata tanha 'anil fashai wal munkar Inna swalata taniha ani lfashai walmunkar, hakika ya swala inaposwaliwa vizuri huwa inamwepushia mtu uchafu na uovu. Mswaliji hategemewi akutwe kirabuni ambako ndiko kwenye chanzo cha mabalaa kama, kama inavyoitwa ba, mswaliji hategemewi Siku moja akaye anachinja watu kwa ajili tu ya kutafuta ngozi ya kupata utajiri, wala huwezi kukuta anagombana na jirani zake kwa ajili ya mpaka wa shubiri moja tu ya ardhi. Bali mswaliji, tegemeo letu, anategemewa kuonekana kwamba ni mtu mnyenyekevu, mstaarabu, mpole na mtulivu na mwenye kutumia busara katika mambo yake. Ndugu zangu, Allah anasema katika Qur'ani, qad aflaha almu'minuna walladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum anilaghawi mu'riduna muridhuna walladhina hum lizakati fa'iluna walladhina hum li furujihim hafidun, hakika wamefaulu wale wenye kusali ambao wanakuwa wanyenyekevu kwa kupitia swala hizo, tena wenyewe wanajiepusha na mambo ya upuuzi. Humkuti, humkuti mswaliji anacheza kamari, humkuti mswaliji wa kweli anabeti. Leo ndugu yangu wewe, una swali alafu wakati huo unatembea na, na mkeka kwenye mfuko wako, ukiita jamvi mwenyewe kwa ajili ya kubeti bado hujaswali wewe. Wewe unaswali lakini bado unakuwa muongo, unakuwa bado unadhulumu mali za watu, unakuwa bado wewe fisadi wa wake wa wenzako, fisadi wa mali za serikali, unaidhulumu familia yako, mbaya kwa jirani zako, hapo bado hujaswali, kwa sababu Mwenyezi Mungu hapa anatuambia Mswaliji anayepukana na mambo ya upuuzi, humwoni katika vikao vile vina ambavyo vinapoteza muda, hatajui Mwenyezi Mungu humkuti huko. Lakini pia anatuambia nguzo ya zaka, wanaitekeleza mswaliji. Hasubiri kuja kuhimizwa, bwana, muda wa zaka umefika. Hapana, kwa sababu anafahamu ni miongoni mwa nguzo zitakazomsaidia kuonekana na kusimamisha uislamu wake. Leo watu wanateseka yatima wanateseka eh, Mwajia, wajane wanateseka hawana msaada, wanafukuzwa shule kwa ajili ya ada. Watoto yatima masikini ya Mungu majumbani mwao wanatembea, wanakwenda shule suruari zimechanika kabisa, nasi tunaangalia, na baadhi yetu vipato tunavyo, lakini tuna swali bado hapa Mwenyezi Mungu anazungumzia swala ile ambayo inaswaliwa kwa ajili ya Allah. Swala gani hiyo? Tazama katika dua ya Saidi na Ali, ilahi hadhihi salati sallaituha la lihajat minka ilaiha wala raghabati minka fiha illa tadhima wa tuatahum waijabata laka illa ma amartani bi ilahi inkana fiha khalalun au naqsun min rukuiha au sujudiha au kiyamiha au kuudiha swalatu akhidhini wa tafadhala ilayhi bil qabuli wal ghufrani bi rahmatika ya arhamur rahimin. Hiyo ndio swala ambayo tunatakiwa tuiswali sisi, tuiswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hatutafuti lolote, ila tunatafuta tu radhi za Mwenyezi Mungu. Katika rukuu zetu, katika sijida zetu, katika visimamo vyetu ndani ya swala hizo, vilenge kumtakasa Mwenyezi Mungu. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahudina hunafaa wayuqimu salata wayutu zakata wa dhalika dinul kayima, hawakuamrisha wanadamu isipokuwa wamtakasie Mwenyezi Mungu dini yake tu, wasimamishe swala na watoe watowezaka, wafanye hilo kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya chochote kile, kwamba watu wanione. Nakenda kuswali kwa sababu nashida pale msikitini Nakwenda kuswali kwa sababu kuna msichana na mhitaji kwa mzee fulani. Sasa mzee yule, mzee yule, yeye kwa tabia yake hamkubali kumwozesha mwanawe mtu asiye swali. Kwa hiyo una swali tu kwa ajili ya kujionyesha kwa baba mkwe, au una swali kwa ajili ya kukizi matako ya mkataba wako wa nyumba, kwa sababu baba mwenye nyumba akishasema hampangishi mtu asiye swali. Kwa hiyo una swali kwa sababu hiyo tu. La bali fanya hivyo kwa ajili ya Allah ndugu zangu. Sasa kama tumeonyesha swala ni ufunguo wa kheri. Swala ni kuzuirika na matatizo na uchafu. Swala vile vile tutakapoacha kuitekeleza maana yake tutaingia katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatupa maelezo katika Qur'ani katika surati Mudasir. Anatufahamisha wakati ambao Allah amewaingiza wengine motoni, wengine peponi, wako katika neema za Mwenyezi Mungu. Hawa walioko katika neema watasema hivi, ma salakakum fi sakar, ni kitu gani nyinyi kimekuingizeni motoni? Wale watu watasema, qalu kalu lamna kuminali muswalina, sisi wenzetu tumeingia motoni kwa sababu tulikuwa hatuswali, wa kunna nakhudhu ma al khaidina, lakini kadhalika tulikuwa sisi tulikuwa sisi machafu yanayokuja katika ulimwengu, na sisi tulikuwa tunaingia. Watu wakiteta na sisi tumo, watu wakizurumu na sisi tumo, katika kila baya lilokuwa linaletwa ulimwenguni, na sisi tulikuwa tukiingia humo. Taona kwanza motoni. Kwa hiyo utaona jambo lao la kwanza lilowaingiza motoni, wenyewe wanaeleza kwa kuwa walikuwa wanaacha swala. Jambo la pili walikuwa wakijihusisha na kila chafu ilikuwa linakuja wa kuna nukadhibu bi yaumiddini, lakini pia tulikuwa tunakadhibisha, tulikuwa hatuamini, tulikuwa hatukukubali, tulikuwa tunabeza kwamba kuna siku ya kulipwa hivi vitendo tunavyovifanya katika huu ulimwengu. Maana yake, kumbe tukiacha ibada ya swala tutaingia katika adhabu ya Mwenyezi Mungu, nayo ni moto. Mwenyezi Mungu atuepushe na atuongoze nafsi zetu kuweza kutekeleza ibada ya swala ili kuweza kupata faida zote hizi, ndugu zangu. Kwa haya, insha allah, tukutane katika vipindi vingine. Lakini kama tulivyosema, usiache sisi kutufuatilia katika vipindi vyetu hivi, ili tu kuweza kupata faida hizi ambazo zinapatikana katika chaneli yetu hii ya Msiru Tv. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa